Ni kongamano la wanawake na mabinti lililofanyika katika mkoa wa Tanga na kushirikisha wanawake kutoka mikoa mbalimbali ya nchi ya Tanzania lililobebwa na jina na simama na mama, lililoratibiwa vizuri na Taasisi ya Mwanamke na Uongozi kwa kuthamini mchango wa mwanamke kinara wa maendeleo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan. Mgeni rasmi wa kongamano hilo ni mjumbe wa kamati kuu ya CCM Taifa Leila Ngozi, ambaye amewataka wananchi na viongozi kuzungumziana vizuri katika kuelekea uchaguzi mkuu na kuwataka mabinti wasimame imara katika kupinga vitendo vya ukatili na rushwa ya ngono katika uchaguzi ili kulinda utu wao na wa changamoto ambazo zilikuwa zinawaruisha nye ana mtoto wa kike ni pamoja na rushwa ya ngono na hii msemaonge kama wenzangu walioigusia, hii tuna kila sababu ya kumshukuru akiai Samia ni mwanamke, kwa sababu na ye ameiona hiyo hali inaweza kachangia sisi tusifikie hamsini kwa hamsini. Na kwa vile mama Samia anatupenda wanawake, anawapenda wanaume, kwa sababu ye ni rais wetu ambayo anaongoza watu wa jinsia zote. Ye ni rais wetu ambayo anaongoza makundi yote. Umeona pale atakapotoka atakapokuja kupata wanawake bora ambao ni makini ambao ataweza kuongoza kwa kinyi, itakuwa ameacha legacy si kubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania. Mama Samia sio mbinafsi, kama si Mama Samia angeona yes, tafanya si anafanya vizuri na tutamwona, angesema acha nifanye miaka yangu hii nimalize na mitano mingine, mtatoka kwamba mimi mwanamke peke yangu ambaye niongeza nchi ya Tanzania dunia hakuna mwingine ambaye atatokea hodari, itakuwa imeisha historia imeandikwa, ndio basi. Kwa sababu mwgea, kwa kwa hi, kasamia, hii tunaongea, wanaume wanapiga maktari, kwa kweli, kitu kinachowashangaza kwa hii, kumbe wanawake wanaweza. Na ndio maana Mama Samia amekuwa akifanyia sana, ili hapo baadaye watokee kina kina Dr. Samia wengi sana. Niwaombe katika wa kwa watu wangu na Dr. Samia tutafute wa makini ambaye anajua kutunza utu wake ambaye ana heshima. Tumekuwa tukiongea sana wanawake siku za nyuma kwamba yule umemwona hapati nafasi mpaka itakuwa kafanya kitu fulani, hajapata nafasi pale, labda amelala na fulani, hajapata nafasi pale, labda anafanya hivi. Hapana, daktari Samia alipata nafasi kwa uwezo wake, amekuwa rais ambaye sis, sisi, sisi wanawake tuone inawezekana kuwa kiongozi sehemu yoyote mahali yoyote bila kupoteza utu wetu. Tuache tusidanganywe na wanaume, wasitukatishe ndoto zetu. Naye mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batili Daburiani akawataka wanawake kusaidiana katika kuinuana katika uongozi bora na kumsemea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mambo makubwa anayofanya katika mkoa wa Tanga na nchi kwa ujumla. Uko nyuma tulipokuwa tunaanza, tulikuwa tunavutana, ili upande umvute mwenzako. Sasa hivi navutana wenyewe, mnasaidiana, nasemeana mazuri naomba, vijana mwendelee hivyo kusemeana mazuri. Yule Mungu atakaye mchagua kutokana na sifa nyingi alizonazo zaidi ya mwenzake apande juu, lakini tusi tusisemeane mabaya, tusifanyane husuda da, tusifanyane chuki, tusiende tusiende kwa nguvu za giza. Mgeni rasmi, sisi hapa Tanga kwa hakika tunasema mama hana deni, kamaliza katika kipindi cha miaka minne sasa na nusu, amekuwepo rais, tumepata trilioni tatu na bilioni mbili katika sekta afya, ya afya Mheshimiwa Rais ameweza kujenga zahanati mpya sabini na mbili katika kipindi chake, lakini tumeweza kujenga vituo vya afya ishirini na mbili vipya na hospitali sita mpya. Mama Samia hoye! Lakini tumeweza kuona tija kwani tumeweza kupunguza vifo vya wakina mama wajawazito kutoka vifo hamsini na tano katika mwaka 2021 hadi vifo thelathini na bado hali inaendelea kupungua. Lakini katika suala la kubwa ambalo tunajivunia sana, mikopo ya kina mama, vijana na watu wa makundi maalum, tumeweza kutoa fedha nyingi shadi, za uwezeshaji zaidi ya bilioni kumi na nane nukta tano na naivitekimea hapa amezungumzia fedha hizo zilivyoleta tija. Mwenyekiti audavitii wilaya ya tangajiji hapa ameelezea jinsi gani sasa hivi watu wameanza kufanya biashara kutokana na fedha ambazo mheshimiwa rais wetu ametoa. Shamila Mshangama ni mkurugenzi wa Taasisi ya Mwanamke na Uongozi, akawataka mabinti kufanya kazi kwa bidii na kupongeza uongozi wa juu wa chama cha mapinduzi CCM kwa kutunga sera za kupambana na ukatili wa kijinsia hasa katika kipindi cha uchaguzi unaowakatisha tamaa mabinti kufikia ndoto zao. Naamini kupitia mazungumzo yale yaliyozungumzwa hapa na vijana wenzetu na wamama, lakini pamoja na la wadada, tumejua ni sisi kama vijana wa kike tunapaswa kufanya nini. Lakini ndugu mgeni rasmi, napenda kushika kazi hii pia kutoa salamu. Sisi Mwanamke na uongozi tunaipongeza sana sisi katika kubadilisha mifumo na taratibu zake za chaguzi, hasa chaguzi za numii kwa maana ya dunia ya wazazi juda miti na vijana ndugu zangu tupige maofu kwachanaa. Kama mmesikia hapa changamoto walizozungumza wazungumzaji waliopita, na ndio changamoto ambazo sisi Mwanamke na uongozi tumefanya tafiti nyingi na tunagundua vikwazo kwa vijana hasa wakile kushika nafasi za uongozi, mojawapo ilikuwa ni rushwa ya ngoma. Mabinti wengi wamekwamishwa kufikia kwenye zao za uongozi kwa mafurau ya msha. Kwa hiyo sisi kama mwanamke na uongozi tunaipongeza. Sisi tunaamini mabadiliko haya yataenda kuwa chachu ya kuhakikisha mabinti wengi wanaenda i. Ndugu zangu kwa, kwa msiofahamu Chama cha Mapinduzi kupitia kamati kuu yake ya yasii, kamati kuu ilitoa utaratibu mpya ambao utatumika kwenye kuwatafuta wabunge wa viti maalum kwa ut wazazi, pamoja na vijana, ya kwamba watapigiwa kura na wajumbe wa kamati za utekelezaji za ngazi ya taifa, ya mkoa na wilaya wa kike tu. Kwa hiyo mabinti wenzangu, wa wale mliokuwa mnaogopa kama kachaza za likosema hapa, unaogopa kashfa, unaogopa pengine kuuga rushwa ya ngono, chama cha mapinduzi kimetutolea kikose. Kwa hiyo naomba tumtokeze, kwa hiyo kwa na mshu kwa beni rasmi ninisema ikiwaka mpongeze wanawake na uongozi kuchukua nafasi hii kukipongeza chama cha mapinduzi rasmi. Tunaomba salamu hizi ziende moja kwa moja kwa chama cha mapinduzi na kwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mama <coughs> yetu Samia. Kongamano la wanawake na mabinti limepambwa na burudani mbalimbali, sanii mbalimbali mbali kutoka nje ya mkoa wa Tanga. Pamela Chaula, Tanga TV.